Serikali ya Tanzania inatarajia kujenga meli kubwa ya mizigo yenye uwezo wa kubeba tani 3500 yenye urefu wa mita 124 ikiwa na uwezo wa kubeba maroli marefu 25. Akitoa ufafanuzi kuhusu majadiliano mbalimbali katika bajeti ya ofisi ya wa waziri mkuu kwa mwaka wa fedha 2025 2026, naibu waziri wa uchukuzi David Kihenzire amesema uwepo wa meli hiyo utasaidia kufikisha mizigo nchini Kongo kwa saa 24 badala ya siku saba Hassani, kwa kushirikisha SDR. Daktari Samia Suluhu Hassani ameelewa kwamba Ziwa Tanganyika ni uchumi. Hivyo anajenga meli nyingine kubwa ya mizigo ya tani 3500. Meli hii haijawahi kuwepo katika mwambao wetu wa maziwa makuu. Meli hii itakuwa na uwezo kama nilivyozungumza itakuwa ina urefu ina urefu wa mita 124. Yaani kiwanja cha mpira uongeza na mita zingine 24, meli hii moja. Na meli hii itakuwa na uwezo wa kubeba mzigo sawa na maloli marefu 25, au mabehewa 25 ya SGR. Behewa moja ilikiwa na tani 140, kwenye sakafu ya wapi? Sakafu moja, lakini sakafu ya chini itakuwa na uwezo wa kubeba magari madogo 65. Haijawahi kutokea katika historia ya nchi yetu, tuungane Watanzania tuungane Watanzania kumshukuru kiongozi wetu kwa maono, uthubutu na utayari. Lakini meli hii hivi navyozungumza kutoa mzigo, mzigo Dar es Salaam mpaka ufika Kalemi unahitaji kutumia mas, siku saba. Ikikamilika meli hii pamoja na SGR ndani ya masaa ishirini na nne utakuwa umetoa mbutu, mzigo Dar es Salaam na kuufikisha Kalemi Kongo. Tuna kila sababu ya kuendelea kushukuru. Pia ameongeza kuwa serikali imeanza ujenzi wa kiwanda kikubwa cha meli ambacho kitajengwa mkoani Kigoma kwa lengo la kusaidia nchi jirani kwa kujenga meli mpya na za ukarabati. Tunakwenda kujenga kiwanda kikubwa cha kujenga meli ambacho kitakuwa na uwezo wa kuweka meli mbili za tani elfu tano kwa wakati mmoja, nacho hakijawahi kuwepo katika historia yetu. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika kiwanda hiki ambacho nakizungumza kinajengwa Katabe Kigoma kitasaidia nchi jirani zote Zambia, Kongo, Burundi kujenga meli mpya na kukarabati zilizokuwepo. Hivi navyozungumza tayari mkandarasi amekuja kulipa pesa za awali, advance payment, ili aanze maboresho, lakini pia tumekusha lipa bilioni moja kwa ajili ya ujenzi wa barabara pale Katabe na wenzetu kuanza kufanya kazi. Tunategemea miundombinu hii ya ujenzi wa meli ikiungana na SGR na maboresho ya baharini, vyote kwa pamoja vinakwenda kufanya mapinduzi makubwa ya sekta ya uchukuzi katika nchi yetu ya Tanzania. Waheshimiwa wabunge wamezungumza juu ya maboresho ya bandari mbalimbali ikiwa ni pamoja na ziwa Victoria. Niwahakikishie Waheshimiwa wabunge kwamba mpaka 2021 serikali ilikuwa imerasimisha bandari karibu 86 sasa zimefika bandari 135 na zote hizo sasa zipo kuanzia bahari ya Hindi, ziwa Victoria, ziwa Tanganyika na pamoja na, uh, pamoja na ziwa Nyasa. Kwa upande wa ziwa Victoria tumeshaanza maboresho makubwa kwenye bandari ya North Mwanza, Kemondo na Bukoba. Hivyo niwaombe Mheshimiwa Mwijage, Mheshimiwa Ezra na wengine, hatua kwa hatua tutakwenda kufikia pia bandari zao. Lakini ninyi mnafahamu kwenye ziwa Nyasa tunajenga bandari kubwa kuliko bandari nyingine yoyote ilivovai kujengwa hapo nyuma, bandari ya, bandari ya Mbamba Bay kule Nyasa lakini pia upande wa Ziwa Tanganyika tumeshafanya ujenzi mkubwa kuanzia Kalema eh, Kabwe mpaka na Kigoma kwenyewe. Hivyo hata maeneo mengine, niwape uhakika waheshimiwa wabunge kwa niaba ya serikali kwamba tutakwenda kuzifikia. Lakini kwenye upande wa SGR, kwanza kwa niaba ya Mheshimiwa Waziri Profesa Makame Mbarawa ni shukuru eh, wabunge wote kwa kutambua na kuthamini kazi kubwa ambayo serikali chini ya Daktari Samia Suluhu Hassan imefanya ya uwekezaji mkubwa kwenye SGR. Hii ni jambo ambalo halijawahi kutokea kwenye historia yetu. Watanzania leo wanasafiri kutoka Dares Salaam kuja Dodoma na kurudi kwa muda mfupi kwa raha mustarehe. Mambo haya tulizowea kuyaona kwa watu wengine Ulaya, leo yako hapa Tanzania na hivyo kuifanya nchi yetu kuwa ndo nchi inayojenga reli ndefu kutoka Dares Salam mpaka Mwanza mpaka Kigoma na sasa tunaelekea mpaka Burundi, zaidi ya takribani kilomita elfu mbili na mia nne. Reli ndefu kuliko zote za kisasa barani Afrika iko Tanzania sasa inajengwa. Tunaipongeza serikali eh, kama ambavyo imezungumzwa. Lakini pili, kwenye upande wa miundombinu ya viwanja vya ndege, hivi ninavyozungumza, karibu kila kona ya nchi tunafanya maendeleo ya viwanja vya ndege, ukianza na kule Iringa, uwanja uko karibu asilimia 98. Ukienda Shinyanga, ukienda Mwanza, ukienda Musoma, ukienda Arusha ukienda Moshi, Lindi, Mtwara, Tabora, Rukwa, karibu kila sehemu, zaidi ya trilioni moja zimeelekezwa katika kuboresha miundombinu hii eh, ya viwanja vya ndege na hili linakwenda sambamba na kuongeza ndege. Ninyi mnafahamu waheshimiwa wabunge, takribani miaka kumi nyuma tulikuwa na ndege moja tu, elfu mbili na kumi na sita. Leo tuna ndege kumi na sita ikiwa ni pamoja na ndege eh, ya mizigo. Haya ni mambo ambayo kimsingi hayakuwepo huko nyuma, tumeyafanya hivyo. Basi hata maeneo ambayo viwanja vya ndege pengine hatujaanza, ikiwa ni pamoja na Njombe, Simiu na maeneo mengine, serikali inaendelea na mchakato, itaafikia na itajenga viwanja vya ndege. Mheshimiwa Mwenyekiti, eneo lingine ambalo limezungumzwa na waheshimiwa wabunge sana kwa hisia kubwa ni kwenye meli. Kama ambavyo nimezungumza, unapozungumzia uchukuzi unaanzia baharini ambako mzigo ndiko unafika unakuja usafirishaji ambako ndio reli ya SGR pamoja na meter gauge. Lakini pili unakwenda kwenye upande wa pili kwenye maziwa makuu. Serikali imefanya kazi kubwa sana katika miaka hii minne na hasa katika mwaka huu wa fedha ambao tulikuwa tunazungumzia, ambao Mheshimiwa Waziri Mkuu ameuzungumzia. Nikianza kuainisha kwa, kwa, kwa ufupi, kwenye Ziwa Victoria tayari meli yetu ya MV Mwanza hapa kazi tu ambayo ilianza kujengwa miaka michache iliyopita iko asilimia 98. Nataka niwahakikishieni waheshimiwa wabunge, ndani ya miezi hii michache itakuwa imekamilika na itaanza kutumika. Lakini kama hiyo haitoshi, serikali imefanya maamuzi ya kujenga meli nyingine mpya ya tani elfu tatu katika ziwa Victoria. Meli hii haijawahi kujengwa, lakini pamoja na hiyo, tunaendelea na ukarabati, tumesaini mikataba MT Ukerewe Nyangumi pamoja na Karias na Butiama, na wiki ijayo eh, meli yetu ya, ya, ya, ya Butiama itaanza kufanya kazi tena baada ya kusimama hapo katikati. Lakini kama haitoshi ziwa Tanganyika ambalo limekuwa likizungumzwa na wenzetu wabunge wa, wa, wa mikoa hii ya Kigoma, Rukwa na Katavi kwa muda mrefu, Daktari Samia Suluhu Hassan ameelewa umuhimu wa ziwa Tanganyika na ameamua kufanya mambo mengi na makubwa katika ziwa hilo. La kwanza ni ukarabati meli yetu ya MV eh, Liemba iliyojengwa mwaka 1913 ikasimama 2019, na tumeanza ukarabati rasmi mwaka jana, tumeshalipa na fedha na hivi ninavyozungumza tuko asilimia kumi na tisa. Lakini pili, meli yetu ya mwongozo iliyojengwa 1982 ikasimama mwaka 2006 kufanya kazi, Daktari Samia Suluhu Hassan ameamua kuanza kuikarabati tumesaini mkataba tarehe nane mwezi uliopita wa miezi kama tisa hivi ili ikarabatiwe ianze kurudi kufanya kazi. Lakini pia meli yetu ya MT Sangara ambayo na yenyewe ilijengwa mwaka elfu moja mia tisa themanini na moja ikasimama kufanya kazi mwaka elfu mbili na kumi na nane na yenyewe iko asilimia tisini na nane ya ukarabati. Tunachosubiri kwa sasa hivi ifanyiwe majaribio, sio muda mrefu itaanza kufanya kazi.